Maisha yanaongozwa na maamuzi. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema we make our decisions. Our decisions made us. Tunafanya maamuzi na mwisho wa siku maamuzi yetu yanatufanya kile ambacho tunakuwa. Hakuna namna unaweza kuwa kinyume na kile ulichokiamua, there is no way ukaweza kuwa kinyume au ukapata matokeo kinyume na kile ambacho umekiamua. Siku zote unachokiamua ndio ambacho utakipata. Unachokiamua kinayapa maisha yako uelekeo. Uelekeo wa maisha yako unatengenezwa na maamuzi, na umbali ambao utaweza kwenda kwenye maisha unategemea na maamuzi ambayo umeyafanya. Kwa hiyo kama ulifanya maamuzi ya kuishia kiwango kidogo, usitegemee kuenda kiwango zaidi ya hayo maamuzi ambayo umeamua. In fact, huwa mara nyingi tunasema kwamba tunaingia kwenye hatma lakini ukweli ni kwamba tunaingia kwenye maamuzi yetu. Maamuzi yetu ndio ambayo yanatengeneza hatma, maamuzi huwa yanaamua hatma. Hata hivi leo, kile ambacho umekiamua leo ndicho ambacho kinaamua miaka 20 ijayo itakuwa